Hey guys welcome back to my YouTube channel. My name is Glory. We are in tuko day ngapi leo? Tuko day 14, maybe maybe tuko day 14, I'm not sure. Well, bado tunaendelea mpaka tarehe ishirini na tano. Leo nataka niwape story, bwana, story ya mdada ambaye alikuwa na Ma, alikuwa, alikuwa na birthday ya mama yake, alikuwa anamtoa mama yake for her birthday, alafu akamwacha mtoto wake na niece wake. Niece ni mtoto wa dada yako, mtoto wa dada yako yeah. Sasa alimwacha mtoto wake wa miaka miwili na mtoto wa dada yake ili yeye, yeah, amtoe mama yake walikuwa anaenda kununua seafood. Okay, so um walipoenda hiyo sehemu ya walikuwa anamtoa kabisa, aende kula like restaurant, akamtoa wakaenda kula hiyo sehemu, alivyofika wakakuta imefungwa, okay? akapiga nyumbani simu kuambia kwamba mm, hapa pamefungwa, tunaenda sehemu nyingine, tunaenda sehemu nyingine uh, ya kununua um, seafood. Okay, basi waka nani kule nyumbani walipiga simu, yule mtoto akapokea, akasema na sisi tumetoka nyumbani tuko um, akasema na sisi tumetoka nyumbani tunaelekea uh, kwa hapo karibu na nyumbani kuna kuna kuna nini what do you call like house party, kuna house party hapo karibu na nyumbani, na sisi tunaenda kwa hiyo rafiki, rafiki yake rafiki yangu amekuja kunichukua, akamtaja rafiki yake, na rafiki yake alikuwa ameenda na rafiki yake, walikuwa ameenda na gari kumchukua wakaenda kumchukua na kwambia, wakaondoka, wakaenda kwenye hiyo nyumba ambayo wanapata yule mtu na mama yake, wakasema okay, be careful. Wakaondoka wao, wakaenda sehemu nyingine ambayo ilikuwa open ya kununua seafood. Basi wakafika huko, yaani hata hawajakaa nadhani, walivyokuwa tu wana oda chakula wakapigiwa simu. Kumbe yule msichana alivyoenda kule kwenye ile house party, walivyoingia tu nyumba, kwenye ile nyumba akamweka yule mtoto chini. So unajua mtoto ana miaka miwili anapenda kutembea. kwa nini? Kumbe mtoto akaenda sehemu ya pool. Yule msichana akaingia ndani tu anacheza, anaongea na watu, anacheza, ana nani like ana ongea uh, na watu, hakumwangalia tena yule mtoto. Kumbe mtoto alienda direct kwenye pool, akadondoka kwenye pool. sasa taingia ule muda alioingia hakumtafuta mtoto, hakunini. Yani alikuwa endan na, na mambo yake. Kwa hiyo watu wengine hawakumwona yule dada akiingia na mtoto, watu wengine walimuona, wale walikuwa nje walimwona. So uh, mtoto kumbe aliingia direct kwenye pool akashindwa kutoka akafa, unasikia? huku ndani yeye anaendelea tu na maisha, kumbe watu wengine ambao wa, wa, wa, wa, wa, kuna mtu alikuwa by the alikuwa kwenye nani window dirisha akaangalia nje, akaona kuna mtu kwenye, kama kuna kitu kwenye pool, akaanza kupiga makelele, watu wakatoka, wakaenda kumwokoa yule mtoto, akaita 911 basi yule mtoto akaokolewa, wakawa nashangaa we mtu wa nani, wakasema oh, fulani alikuja naye He, na yule naye ndo kushtuka. Kwanza yeye mwenyewe alikuwa hayupo, ameenda, alikuwa alimwacha, alipoingia tu pale akaanza kuongea na watu akaenda tena sehemu nyingine. Haya, huku ikabidi wampige mama yake yule msichana. Sasa alipokuja, um, ikabidi sasa 911 aanze kutafuta n nini, nini, nini, mama yuko wapi, kwa nini mtoto, unajua sasa nani, polisi wakija wanataka wajue mzazi ni kwapi, nani alikuwa responsible kwa huyu mtoto. Ndo akajua kwamba yule, yule mtoto ndo aliachiwa mtoto, yule niece ndo aliachiwa mtoto. Mama akapigwa simu, yani mama ali, yani kwanza alikuwa ana feel, anasema alikuwa ana feel like there is something, kuna kitu kinatokea, na ndio maana alipiga ule wakwa, ule, ule mara kwanza walivyo, ile walienda ile restaurant ya kwanza wakakuta imefungwa aka ona nani alikuwa anahisi, ndio maana akapiga nyumbani, mko poa? Oh, okay, no, like, kwa hiyo basi um, yule mama akaitwa. Jamani, yule mama anasema Ali, yani alikuwa na umwa. Excuse me. Anasema alilia hajawahi kulia kiasi kile yani mm, al, al, yani alikuwa haelewi, alijilaumu sana. Kwa nini aliondoka? Kwa nini tu asingechukua tu chakula na kurudi nyumbani? Lakini niece wake alikuwa anajua kwamba nani, um, nani, um, anti yake anatoka na bibi, unajua kwa hiyo yani kulikuwa kuna yani, ni, alikuwa anajilaumu, anajilaumu mama yake na yeye alikuwa, na yule mtoto alikufa siku ya birthday ya bibi yake. Yani hata sijui kama mnaelewa, ni mtoto na mama yake, alafu na niece niece niece ni, ni mtoto wa wa nani, dada yake wa dada yake huyu dada, dada ambaye mtoto wake ndo alikufa. I hope mnaelewa. Okay, so kwa so Kiswahili ni binamu nadhani, nadhani ni binamu Nice. Okay, so ndo hivyo, yule dada alijilaumu sana, alijilaumu kwa nini, kwa nini hakubaki haku tu nyumbani? Kwa nini tu hakuenda na mtoto wake wa lakini si unajua mtoto wa miaka miwili anavyosumbua eh? anapolia ndo maana alikuwa tu anataka toke yeye na mama yake tu one date. t unaona, basi bwana, hapa ninapokwambia hii story iko tiktok imena viral hapa hmm? Ninapokwambia familia ime, ime, wametengana, ni vilio, kila mtu ana uchungu. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mama yule, yule, yule dada ambaye mtoto wake amekufa anataka nis wake yule afungwe kwa sababu ile ni negli negligence amemneglect mtoto tena wa miaka miwili, amemwacha mwenyewe eh? na bibi yuko upa, na mama, mama, mama wa yule mtoto ambaye alimwacha mtoto yule wa miaka miwili anasema that was accident mm. Mama wa mtoto alokufa na mama ambaye mtoto wake ndo aliachiwa mtoto ni mtu na dada yake. Kumbukeni hiyo ni mtu na dada yake. Kwa hiyo dada mtu anasema kwamba ilikuwa ni accident. anajua tukio lilotokea ni baya mm. Lakini ni accident tu, kama accident nyingine. Bibi yuko upande wa aa, wanaosema ni accident. Ambaye ame stick to the point ni uyu, ni mama ambaye mtoto wake amekufa, ndo anataka justice, ipa, justice ipatikane. Yule mtoto yule msichana aende jela. Kwa nini alimwacha mtoto wake bila supervision hmm. Alimwachia mtoto wake kwa nini? Asingempigia simu aseme, ngoja nikuletee ni, mtoto wako ukae naye hmm. Mi nataka niendelee na mambo yangu ange, amesema angekubali hmm. Au angemwambia uh, nani nani bado muda gani like, ni, ni, nije niwaletee ni mtoto au mnarudi saa ngapi? Mi naendelea na mama wangu, angeacha kila kitu, angerudi kuja kukaa na mtoto wake. Lakini yeye alikubali kumtekea mtoto, kumbe huku nyuma akaondoka na mtoto wake hmm? akaenda naye kwenye nyumba hata haijui hmm? na on top of that, akamuacha yani, akamwacha watu tu huku wamlee mtoto wake, like watu tu wamwangalie mtoto wake. Kwa nini yeye mwenyewe asinge Eh, kana mtoto yaani, nakuambia sasa hivi familia yake mimachi, mama yake ambaye alikuwa anamtoa for birthday, sasa hivi yuko upande wa ule mwingine hmm? Em, niambie wewe ungefanyaje? ungejisikiaje eh? ungejisikiaje kwamba mama ambaye eh, mama yako you know, like ulikuwa unamtoa for birthday bitay afijangala namna hiyo litokee Okay. Ukijisikiaje kwamba mama sasa hivi amesaidi na watu wengine ambao wanasema kwamba oh, ni accident tu. Em, jamani mniambie eh? yaani nakwambia yule dada alikuwaanasimulia huko TikTok, anasema yani, sasa hivi mm? mpaka sasa hivi. Uh, anasema imetokea two years ago, kwa hiyo mpaka sasa hivi bado kesi iko mahakamani anataka nisu wake afungwe eh? awe responsible kwa kifo cha na cha cha nani, cha nani mtoto wake. Mama na dada yake wako side, yule mtoto mkubwa yule, wanasema it's accident, ni accident kama za accident nyingine In zinazotokea em eh, niambie, ungekuwa wewe ungefanyaje, which side yani, kwa sababu I say <laughs> Niambie, mm? We, ungefanyaje? Wewe ungefanyaje, ungejisikiaje? au je, ungesamehe uone kama ni accident, kama accident nyingine? au au ili ulet, let it go ili familia mrudi familia, uh, kuwa pamoja kama zamani, yani mama, dada, unajua ile. au I say Kilichotokea mimi sijaridhika nacho, hicho? Ni sheria ifate mkondo wake. Kama mtu amekosea awe responsible kwa kitu alichokifanya, eh? What do you think?